Akiba ya kwanza ninayompa Fredi kwanza, nayo maisha ni idadi na watu ambao wamemchangia leo kwenye shughuli yake leo. Lakini nikiishia hapo, hatamaindi ataona mzee alikuwa anazuga zuga. Mimi nampa kiwanja, nampa kiwanja, lakini kwa sababu Fredi ni mfanyabiashara anaagizaagiza mizigo nje na nini, nimeona nimpe kiwanja kwenye lile eneo la uwekezaji kule Kwala, si ndio jamani? Kwenye eneo la uwekezaji Kwala, nimempa kiwanja chenye square meter elfu kumi miambili. Hiki kiwanja hiki kiwanja kiko kwenye proposal, kwa maana kwamba An, kina hati, hati ndio inashughulikiwa lakini ni kiwanja kwa ajili ya kujenga eh, warehouse go down, Kiswahili tunaita magala. Sasa Fredi, hiki kiwanja niseme tu kwamba nina mteja wa kukinunua, usiende ukiuza kwa sababu mimi nina mteja, nimeacha kuuza nikasaa nikupe wewe kajenge gala, si ndio? Mwanangu, nenda kajenge gala, usiogope kukopa. Kama mlikuwa mnakopa vikoba, umeoa sasa, nendeni benki, si ndio? Na benki unatakiwa ujenge e, uwezo wa kukopesheka, na moja ya uwezo wa kukopesheka ni kuwa na ardhi. Ardhi nimekupa siku ya mita elfu kumi mia mbili na kitu kama themanini 0 imeandikwa hapo naona eh? Nenda kajenge ghala, alafu fanyeni biashara, fanyeni biashara wewe na mkeo Rehema. Karibu nyumbani, lakini uje uchape kazi, umeelewa? Njoo nyumbani uchape kazi ona mvua, mvua ile usimwambie pumzika mume wangu, apamwambie mwambie chapa kazi, nenda eh, nenda msichoke. Umri wenu unawaruhusu ni bahati, mnaenda kujenga familia, watoto watakuwepo na tunawaombea, muwe na uzazi mkubwa, muwe na watoto wengi, si ndio? Watoto nao ni mali, katika mali za dunia, si ndio? Kama hivi sisi mnatuheshimisha kwa sababu ni watoto kwa hiyo msiogope kuwa na watoto lakini mwatafutie mali, si ndio? Jamani, mimi naomba nimkabidhi hii ni proposal, uende nikuonyeshe kiwanja chako kilipo. Baba ameniita niwe shahidi, anasema wasije wakaona amepewa kanjanja wa wow, naomba tupige makofi mengi kwa mzee pamoja na mama. Square mita elfu kumi mia mbili na kitu ni heka mbili na nusu plus, sawa? Kwa hiyo inatosha kujenga go down, inatosha kuweka facility nyingi. Mkiwa wavivu mrudi mniuzie, nitanunua. Naomba tupige makofi mengi kwa wazazi.